Kuelekea msimu mpya wa zao la korosho nchini wakulima wameaswa kutouza korosho kihorela na badala yake wawe watulivu mpaka Oktoba 31 ambapo ununuzi rasmi unatarajia kuanza. Hayo yamesemwa leo Oktoba 18, 2025 na mwenyekiti wa bodi ya korosho Tanzania katika ofisi za bodi hiyo zilizopo halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. E, nitoe rai kwa wakulima wa zao la korosho e, katika mikoa inayolima korosho Tanzania wawe watulivu, wasikimbilie kwenda kuuza korosho zao kiholela kwa hasa watu wao wanaojulikana kangomba, kwa sababu kwa kuuza korosho kwa kiholela unaleta athari kwako wewe mwenyewe mkulima kwanza, kwa sababu utapata bei ambayo sio nzuri ukilinganisha na bei ya soko itakayopatikana kwenye minada, na pia wajue hilo ni kosa kosa la jinai ambalo linaweza likasababisha anayeuza na anayenunua kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo nitoe rai na e, mamlaka zote zilizoko ngazi ya wilaya huko mpaka kwenye vijiji, kwenye kata, we tujaribu wote tusaidiane kukemea na kukataza kabisa swala la watu kununua korosho nje ya soko Alali. Kwanza ukiacha athari kwa wakulima lakini ina athari ya kiuchumi taifa pia itakosa data lakini mapato yale ambayo halmashauri ingepata yatapotea mapato ambayo serikali kuu ingepata pia yatapotea aidha mwenyekiti huyo ameongeza kuwa zaidi ya kampuni 80 zimejisajili ili kununua korosho hizo huku akitoa wito kwa wanunuzi kuendelea kujisajili pamoja na kuwa na bei nzuri. Hadi sasa tuna kampuni 24 ambazo zimejisajili kwa ajili ya soko la awali. Hapa tunamaanisha au tunakusudia kusema wenye viwanda vya kubangua hapa nchini, lakini pia tuna kampuni 48 zilizojisajili kwa ajili ya kununua korosho karanga ambazo zimekwishabanguliwa, na zipo kampuni E, kumi na sita ambazo zimejisajili kwa ajili ya minada ya kununua korosho ghafi kwao. Kwa ujumla wake mpaka sasa tuna makampuni 88, ambayo yamejisajili kwa ajili ya biashara ya korosho hapa nchini. Itoe hmm, wito kwa makampuni yatakayonunua korosho kwa kwanza, waendelee kujisajili, bado muda upo lakini tutakapofika muda wa kwenda kununua hizo korosho iwe la soko la awali iwe la soko la upili vile waje na bei nzuri. Kwa upande wake, mkurugenzi wa bodi ya korosho nchini amesema kuwa watahakikisha korosho zinazokusanywa kwenye vyama vya msingi zina vya msingi zinakidhi viwango vyenye ubora unaotakiwa. Utasimamia ukusanyaji kuanzia kwenye vyama vya msingi, ambapo watakuwa wanahakikisha kwamba korosho zinazokuwa kwenye vyama vya msingi zimekidhi viwango ai, ambavyo mwongozo wa ubora jinsi ambavyo unataka lakini pia kwa kwenye gala kuu tutakuwa na timu maalum ambazo zinatakuwa zina hakiki mizigo kwenye magala siku moja kabla ya minada. Lengo letu ni kuhakiki ubora pamoja na, na kiwango cha kocha zako galani kama mwenyekiti wa bodi alivyosema, lengo bodi ya kugeuza imetuelekeza kwamba tuhakikishe kwamba wanunuzi wa korosho wanakuja kununua korosho katika soko la upili wapate mizigo kwa kiwango na ubora kama ilivyo kwenye katalogi au ule mchanganuo wa mauzo ambao tutakuwa umetolewa na Ripoti kutokea hapa katika ofisi ya bodi ya korosho Tanzania iliyopo katika halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Mimi ni Heri Abdala.